Hii ni taarifa kutoka kwa Jeshi la Magereza kwa wale vijana wote ambao waliweza kuomba ajira katika jeshi hili la Magereza. Uh, uh, na taarifa hii inasema kwamba Jeshi la Magereza linapenda kujulisha umma kwamba tarehe 15 Agosti 2025 lilitangaza nafasi za ajira kwa vijana eh, wa Kitanzania wenye sifa maombi yote yalipaswa kutumwa eh, kuombwa kupitia mfumo wa ajira magereza, yaani www.ajira.magereza.go.tz ambapo mwisho wa kuwasilisha maombi ulikuwa tarehe 29 Agosti 2025. hivi karibuni kumeibuka baadhi ya watu wakiwahadaa na kuwalagai vijana kuwasaidia kupata ajira hiyo na kuomba fedha jeshi linatoa rai kwa wananchi wote kuwa makini na matapeli wa aina hiyo. Kutokana na utapeli huo, jeshi limechukua hatua na kufikisha suala hilo kwenye mamlaka husika kwa hatua zaidi. Aidha, utaratibu wa usaili wa vijana walioomba kwa kukidhi vigezo utatolewa rasmi na jeshi baada ya kukamilika wa hatua za uchambuzi huo. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano na mahusiano kwa umma, jeshi la Magereza. Hmm. kwa hiyo hiyo ndiyo taarifa kutoka jeshi la Magereza. Ehe, kwa hiyo kama wewe ni kijana au una ndugu ambaye ameweza kuomba kazi katika jeshi hili, basi umtahadharishe kwamba e, hatakiwi e, kuombwa hela au kuombwa rusha ili aweze kupata Jeshi la Magereza lenyewe ndio linahusika eh, kuchambua watu ambao wana vigezo ambavyo wao walikuwa wamewataka. So epuka matapeli mm -hmm. Basi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu, na kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe. Asante mpaka wakati mwingine.